jana kulikuwa na El Clasico ambapo Barcelona walifanikiwa kuifunga Real Madrid magoli matatu kwa mawili na mechi ilienda mpaka extra time baada ya dakika 90 za kawaida kumalizika kwa timu zote mbili kutoshana kwa magoli mawili kwa mawili lakini katika kipindi cha extra time Barcelona walifanikiwa kufunga goli la ushindi ambalo liliwapa nafasi ya wao kubeba kombe la Copa del Rey msimu huu Barcelona na Real Madrid wamekutana mara tatu na zote mara tatu Barcelona amefanikiwa Real Madrid. Mara kwanza Barcelona walikutana katika uwanja wa nyumbani wa Real Madrid wa Santiago Bernabeu, ambapo walifanikiwa kuifunga Real Madrid magoli manne kwa mawili. Mechi ya marudiano ya ligi ambayo ilichezwa katika uwanja wa Nou Camp, uwanja ambao ni uwanja wa nyumbani wa Barcelona, Barcelona walifanikiwa kuifunga Real Madrid magoli matano kwa mawili. Jana ilikuwa ni mechi ya tatu katika fainali ya Copa de la Rey ambapo Barcelona walifanikiwa kubeba kombe hilo kwa kuifunga uh, Real Madrid magoli matatu kwa mawili. Sasa baada ya mechi wachezaji na makocha wa Real Madrid pamoja na Barcelona waliongea kuhusiana na mechi husika. Tuanzie kwa nyota wa Barcelona ambaye alitoa asisti ya, ya goli la pili la Barcelona ambalo lilifungwa na Ferran Torres. Lamine Yamal. Lamine Yamal alisema ya kwa msimu huu Real Madrid ni kama wateja wao. Aliongea hivi dhidi ya Real Madrid hata kama tumeruhusu goli moja hakuna tatizo. Hata kama tumeruhusu magoli mawili bado hakuna tatizo. Huu mwaka wameshindwa kutufunga na hii tumeionyesha kwa vitendo, niko na furaha sana, alimalizia mchezaji huyo nyota wa Barcelona Lamine Yamal. Wakati kocha wa Real Madrid Carlo Ancelotti amedai kwamba kwa sasa hivi fokasi yao ni kushinda kombe la ligi kuu ya nchini Hispania ya La Liga. Tulikimiliki kipindi cha pili tulifanya kila kitu ambacho tunakiweza. Siwezi kuilaumu timu yangu, tulifanya kila kitu ambacho ni kizuri kwetu. Nimeumia, tulikuwa karibu, tulikuwa karibu sana kushinda ili kombe. Sasa hivi fokasi yetu inahamia kushinda la liga. Hayo ni maneno ya kocha wa Real Madrid Carlo Ancelotti, wakati kocha wa Barcelona Hans Friki baada ya mchezo amedai kwamba tayari washashinda kombe la kwanza, lakini sasa hivi focus yao ni kushinda makombe mawili yaliyobaki, yaani kombe la ligi kuu ya nchini Hispania, la Liga pamoja na UEFA Champions League. Najivunia sana hii timu, najivunia hii klabu. Kila mtu hapa anajitahidi kadri awezavyo ili tushinde. Ninafuraha sana kuwa hapa, ninafuraha sana kufanya kazi na wachezaji bora kama hawa. Kila mtu hapa anaonyesha jitihada kubwa siku baada ya siku. Hayo ni maneno ya kocha wa Barcelona Hansi Flick. Wewe shabiki wa Real Madrid, una maoni gani? Ni kweli timu yenu